mukumia Yesu Kristo unenewa Yesu uke okay. Maria gathayarikio tuhoere hamaritwa ni Mamake Phoebe Mkatoliki Welcome to this channel. iria ikure hagira mathomo ma mitha mao muthenya na ruga ya Gikuyu uu thoma mathomo ma mitha Jumaine, kiumia gia keeri kia hindi ya winyere kia githomo kia mbere isaia kĩũngo kĩa ĩmwe mwaru wa ĩkũmi ningĩ ikũmi na ithathatũ nginya mĩrongoĩrĩ gũthoma kuuma mũrathi isaia ta igua indũmĩrĩri ya jehova inyuĩ mwathanaga sodomu na mũtege matomo matũmũiguekĩrĩra kĩa ngai witũ inyuĩ andũ wa gomora wĩtha mbei mwĩtherie mũgĩthengie ũũru wa ciĩko cianyu ndige kuona tiganaina ũũru mwirute gwikaga wega thingataga ishira wa kihoto na muherithagie aria mahinyanagiriria tuwaga icira wa ciana cia ngoriaina kihoto na muthaithanagire mutumia tumia wa ndigwa riuri giukii tucire uguo niguo Jehova ekuga ona haya mehia manyu matunihite ta gakara kuri ni magathera ota ira ona matwe ka matunhete ota thakame ni makerwa otaguo ya wa ng'ondu mugijigwa na mujathikagire mujathikagire ni muririaga indo ciothe iria njega cia thi no mugirega mucoke munemere mukanino na ruhiu rwa njora ni undu ni kanua ka Jehova koiga uguo. guo icio ni ciugo cia Mwathani Ngai arogathwo Thaburi ya gucokerwa ni thaburi kiugu kia mirongo itano mwari wa nyanya nginya kenda ikumi na ithatu gk na mugwanja mirongo iri na imwe na mirongo iri na ithatu icokia utuonie mwathani njira ya uhonokio ti magongona maku gukurutithiria maki maku majino maikaraga mbere yakwa hingo ciothe ndego ya mushi waku ni ndinge mioya kana thenge ciumite ciugo-ini ciaku utuonie mwathani njira ya uhonokio ni atia we tondu urogoragiriria mitugo iria datuanire na ugekira okay, kirikaniro giakwa kanuini gaku kuona ni ugithuire gutarwo na ciugo icio ciakwa ugagicikie na thutha utuonie mwathani njira ya uhonokio maundu macio utuire umekaga na nie gakira ugakigeragiria ati ndindarie o tawe no riri nigukuruithia ndimaranie maitho ini maku utuonie mwathani njira ya uhonokio atiri uria urutaga igongona cia gucokia ngatho ucio niwe ugocaga nake uria urugagiriria mithiire yake niwe ndirionagia uhonokio wa ngai utonie mwathani jira ya uhonokyo u no kumio na gitio kuri we mwathani mwathani ekuga wirirei tondu uthamaki thamaki wa iguru ni ukuhiriirie ukumio na gitio kuri we mwathani Yesu uthoma ijiri ta uria mathayo ukumio kuri we mwathani mathayo kiokia mirongo iri na ithato mwaro wa emwe ginya ikumi na igiri Hindi Yesu akeriria kirindi ona ruto wake akimera atiri Ade kimarwa ona Farisai ne maikaragira gete kia Musa ni undu ucio maundu maria mothe mamwiraga mwike mekagei na mumaromagie. Otigaga igweka no ta uria mekaga oene ni undu uo moigaga na matiekaga na ne mohaga merigo merito hinya

Mutikanetwo rabi, nigukorwo umwe niwe murutani wanyu ona inywe inyuothe muri a ithe umwe ningi mutikanete mundu ona umwe ithe wanyu gukothe nigukorwo umwe niwe ithe wanyu o uria wi iguru ningi mutikanetwo atongoria nigukorwo umwe niwe mutongoria wanyu niwe Kristo No uria uri hari inyui uria munene niatuike ndungata yanyu na mundu owothe o wothe witugagiria niakanyihio.